Imekuwa akipata uh, matokeo aliokuwa mabaya baada ya kutumia hizi AI tools mfano ggpt Gemini, uh, pamoja na dipsik. So leo tutakwenda kujifunza kuhusiana na uh, prompt engineering, jiskiana kuweza kutengeneza prompti nzuri na kupata outcome iliyokuwa bora zaidi. Karibu katika jemili yangu ya bpro. Hii ni jambo litakusaidia wewe mwanafunzi au mfanya biashara, mjasiriamali na mtaalamu kuweza kuongeza thamani kwa kile ambacho umekifanya. So hii ni maana ya prompt engineering. Prompt engineering ni taaluma ambayo itakuwezesha wewe kuandaa input nzuri na kuipandikiza kwa AI na kupata output iliyokuwa nzuri. Kwa wale ambao washakutumia hizi AI tools wanaelewa hasa hapa nini wanamaanisha. Mfano, unataka AI iandike ese kuhusiana na kitu fulani ama uh, content creator wanahitaji kuandika script fulani au fanya biashara wanahitaji kuandika uh, product description kuhusiana na ile bidhaa yako. So lazima ujue hii kanuni ya prompt. So leo tukwenda kujifunza kanuni ya prompt, jinsi gani unaweza kuandaa prompt inayokuwa nzuri. So tuchambue neno prompt. Prompt ile pia kwanza imesimama badala ya neno persona. Lazima uassign a role to AI. Kwa maana gani, lazima ugeie AI jukumu Je, yeah, afanania na nani? Mfano unaweza kumwambia fanania kama mwalimu ama fanania kama mwanasayansi ama fanania kama a, mtaalamu wa sekta fulani. So hapa utaweza kumlimit AI ya kwamba lazima afikirie katika hiyo taaluma ambayo wewe umemchagulia. Na ara imesimama badala ya neno ya request. Lazima umgeie kitu gani ai ya afari mfano hapa ndio swali lako litakapokuwa mfano. Uh, wewe kama mwanasayansi, elezea nini maana ya neno uh, biology. So umemlimiti kwa kumgaia taaluma, umemlimiti kwa kumgaia swali tayari, umemgaia jambo ambalo wewe unahitaji. Hiyo ndio request, na O stand for objective. Kwenye objective hapa tutaenda kumgaia background ama context, hawezi akatoka nje hiyo context. mfano wewe uh, kama mwanasayansi elezea kuhusiana na neno biology, lakini pia hili neno biology elezea kwa watu fulani, labda kwa wanafunzi ambao wapo labda darasa la saba right? hiyo ndiyo objective. Na m imesimama badala la neno method. Je, unahitaji kazi yako iwe katika uh, mfumo gani wa step by step ama tumie simple language? Je, mfumo gani ambao unahitaji na ile pia pili imesimama baada ya no presentation. Je, unahitaji kazi yako iwe katika namna gani? Je, namna ya ya essay form, bullet point ama namna ya script, whatever. Lazima umwambie pale t Uh, ni tune lazima umgeie feedbacks kuhusiana na kile ambacho amekuzalishia. Mfano baada ya kuandika output, baada ya kuweza kuandika ile kitu ambacho unahitaji, lazima umgeie feedbacks aboreshe sehemu gani vile. Sasa utaenda kumtrain AI, aweze kujua kwamba hapa nimekosea, hapa nimepatia, so wapi pakuboresha, basi inakuwa vizuri na unata, tutaweza kuzalisha output inakuwa bora zaidi. So mfano wa prompts iliyo kamili ambayo inafuata kanuni ya prompt ni kama hii ifuatayo: fanya kama mtaalamu wa prompt engineering, fundisha wanaoanza jinsi ya kutumia ChatGPT kwa ufanisi. Lengo ni kuwasaidia kupata majibu bora, tumia lugha rahisi na mifano halisi, wasilisha majibu hatua kwa hatua. So hii ni aina ya prompt ambayo ipo kamili. So je, yeah, kuna muhimu wote wa kujifunza prompt engineering? Ndiyo, hasa kabisa Lazima uwe kama mwanafunzi unafunza kuhusiana na prompt engineering, ili kuweza kuwa mbele kuliko wengine, au unafanya biashara, lazima uandike product description, maelezo kuhusiana na bidhaa yako lazima yawe mazuri, lazima yawe professional. So hii prompt ama nini prompt engineering itakwenda kukuwezesha wewe kuokoa muda wako, kufanya kazi zako kwa haraka zaidi, hivyo utaenda kuongeza uh, thamani katika kila ambacho unakifanya. Kama umependa hii hii video like lakini pia comment neno prompt kwa next video, na subscribe katika channel yangu ya BePro, ili kuweza kujifunza vitu vingi na kuongeza productivity yako. Asante sana, see you the next time.